Hey, hey, tuko kwa Nuru Okanga, tumefika udaku ya Nuru Okanga. Anaota ya kwamba baba anamcomplainia each and every day, which is for me, I personally sanje na agree na Nuru Okanga 80%, i e 20% simpei, lakini na agree na yeye 80% according to me na according vile ndoto ukua, nyinyi mnakaanga mnalala, mnashindwa, mnaotanga watu. Najua nyinyi mnaotanga wakufi na mkufi hakujiangi mtu wa karibu ama mtu wa boma, mkufi anaendeanga mtu wa ka mtu wa kando. Sasa iko hivi according to Nuro Kanga, hmm. Shocking. I had a dream yesterday. I dream of Raila Amolo Odinga. Okay, mimi I know how to translate na like Kiswahili lakini sometimes kusoma ni ngumu. Sasa nyinyi mkama mlienda kusoma kwa Nuro Kanga. Well and good. Ehe, Raila Odinga I spoke to Baba in the dream and He was not happy with the way he was buried. Baba told me to ask the family to engrave his grave. Ay! Because he was buried with a tie. Exactly my point. Nuro Kanga anasema yeye ameongea na Baba kwa ndoto. Baba anasema aje kama wanaweza kum, kum, kum kumungrave yaani kumfukua baba, afukuliwe tena. Baba akishafukuliwa tena tena watoe hiyo ta Watu hiyo tai sasa, ni kumaanisha baba alizikwa na tai na akanyongwa na tai na tai, watu wanaondoka nao wanazika mtu na tai. Tai haifai kufungwa kabisa. Tai ni kitu inakwanga tu, inaekelewa tu hivi, haukazangi hiyo tai. Lakini mimi siwezi kujua juu, sisi tulionea baba kwa, kwa screen. Sisi hatukumwonea baba live. sisi tulionea baba kwa screen, skrini. According to Nuro Kanga, hii ni ndoto, ameletewa na ameletewa na baba, unaona For me, na agree na Nuro Kanga. For me, na agree na, hey, 90%. Lakini people were just judging oh oh, Nuro Kanga ni mlevi o oh, Nuro Kanga mifuta bangi o oh, Nuro Kanga konanja, oh, oh, Nuro. But ndo ti inafanyika. You remember the day, eh, huyo Ezekiel alienda kwa kwa mama Aida, unajua alikuja na result gani? Akasema mama Aida ako mashakani sana, huenda very soon tunaweza kupata mkufi mwingine. Sasa hakutaja ni na hakutaja ni nani. Hiyo ni kitu lilitoka kwa pastor Ezekiel yeah. Haya, unajua yeye ndiye anakuanga profesa, yeye ana profesa yingi tu, watu wanafanyika yeye ana profesa yingi tu mimi si uko uh -huh. mimi si profesa wa, uh -huh. Mimi ni mtenda dhambi hatari <laughs> sasa situendelee he also said that

So, the cup must be removed too. Hatari, hatari hatari, hiini fire! Sasa Nuro Kanga anasema ati ile kofia yenye baba alizikwa nayo inatakikana itolewe, so where my baba amejua amezikwa na kofia yake, na hii kofia si moja wala si mbili wala si tatu. Baba ni mtu alipenda hizi kofia za Godfather, kutoka Ambo, yeye sio mtu mwenye alikuwa anapenda cap. Ukiona baba amevaa cap alikuwa anavaa cap ya ODM. Lakini sana sana baba si mtu wa cap. Baba ni mtu wa Godfather. Hata akiwa tu kijana na by the way, baba akiwa kijana alikuwa mhandsome. Eh, huyo mtu alikuwa mali safi. Baba alikuwa na mali safi, alafu alikuwa na ndevu. Mimi sijui baba alitembea je akanyoa ndevu. But anyway. Sasa, okay. <coughs> Akaendelea ya mwisho. My baba so finally find peace, rest in peace baba. So baba anataka kurest akiwa ako rescued, akiwa ako hana kitu chochote according to Nuro Kanga. Na nimewambia hapo awali, ndoto haikujiangi mtu wa karibu, ndoto inakujianga mtu wa mbali. Tunaendelea na udaku. Kwa nini kesho? Haya, the following day which is jana <coughs> hatari, hatari, hatari. Which is jana, ini moto Guys, I am suffering whereby Onuro Kanga he still suffering, yani yaya bado anateseka anateseka ina capital letter anateseka, so that hii ndoto bado inamkujia na msipofanya kitu halahala hala, quickly quickly wewe kitafanyika. Wewe mimi, sina ubaya kama mnataka kwenda kufukua baba. Na by the way, si amewekwa plaster ama bado? Kama hajawekwa plaster, sio mfukua mtu etai, kwani kitu hatutai ndaka moja. Anyway, so mnavaa gloves but hii, sina ubaya. Alafu traditional business zinafanya, unajua alifanya mchoyo kwa kaburi ya baba wewe, sina ubaya so yesterday i shared a post about Raila odinga and since then i have been receiving countless calls threats and even insult but this thing is serious it has happened again aiwe na by the way na nilijua wakati nurokanga atakuja kuongea atashia hii watu atampiga mawe so people are insulting nurokanga bulling nurokanga eh, tt nurokanga because aliongea ilenyebaba alimletea so na mm, 90%, 90% wanafikiria Nuru Okanga ako jaba wako njaa, anataka pesa, anataka nini ama sijui ako na shida gani eh, 10% wana, wana believe in Nuru Okanga we we atam of mom aki mimi na believe in Nuru Okanga 80%, simwambia mimi naamini Nuru Okanga 80% actually, eh nainua mikono juu mm -hmm. Uh, today I saw Baba in my dreams uh, once more. He was still complaining about the tie. This time he demanded that his grave must be incused in and and hapo eh, kizungu tawe and the tai removed. So, baba anataka grave yake itolewe ifukuliwe, yani atolewe tai, atolewe tai, atolewe kofia, yani ndio sasa aweze ku rest in peace. ha! mambo mbaya mambo mbaya ini hatari hatari hatari. We, na sasa huyu baba pia yeye ameamua tu kuendea nuru kanga kumletea ndoto. Who does that, na hata hiyo sio shida. Mahali shida ngikakujia, ninyi mmekuja kurealize baba baba tangua kwemu kufia kufe, azikwe, drama zimeanza tu kufanyika, sio chama chake cha ODM, sio watu kupigana, sio watu kurushiana maneno, sio watu kufanyiana kitu. Na let me tell you, kabla baba amalize kumaliza 40 days, 40 days, 30 days and one week, so inakuwanga 40 days. Kitambo baba amalize 40 days, wao tutakuwa tumejionea maajabu, but anyways According to Nuro Kanga ameletewa ndoto. Unajua nyinyi mna Kanga chini mnaanza kujiuliza, bora na otanga mtu fulani na huyu mtu simjui, kuna kiti imefanyika. Mkufu yoyote ama mtu yoyote ndoto inakujanga kwa mtu yoyote. Sio tu lazima ni mtu wa familia. So hii story ya Nuro Kanga na baba Raila Odinga yuni utafakari ya babu. But anyway, all in all tunaendelea na Udaku. Sasa Udaku next tuko kwa Diana Marwa, yani na baba wake. Nimekuja na baba.